Hali tete inashuhudiwa katika nchi jirani ya Tanzania kufuatia maandamano ya kitaifa yaliyopangwa kufanyika hapo kesho. Hata hivyo, maafisa wa usalama nchini humo wamepiga marufuku maandamano hayo na kuwataka wakaazi kusalia majumbani. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu yamekashifu serikali ya Rais Samia Suluhu kwa kutoruhusu haki ya wakaazi hao kujielezea, kama vile Steven Leto anavyotuarifu zaidi. Hofu imetanda taifa jirani la Tanzania, huku wapinzani na makundi tofauti yakijiandaa kwa maandamano ya Jumanne kupinga utawala wa Rais Samia Suluhu. Katika jiji la Dar es Salaam, watanzania wengi wameshuhudiwa wakinunua vyakula kwa wingi, kufuatia taarifa za serikali kuwa wananchi wasalie manyumbani. Nimewaita hapa kujaribu kutumia vyombo vyenu vya habari kuwaambia Watanzania maandamano hayo ni haramu, hayaruhusiwi. Waziri mkuu wa Tanzania akitoa taarifa kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan anasema wale watakaoruhusiwa kuwa nje ni wale wanaofanya kazi zinazowalazimu kuwa kazini. Serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Maafisa wa usalama tayari wamewakamata zaidi ya watu kumi wanaokisiwa kuwa baadhi ya wale wanaopanga maandamano hayo. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu wakitoa kauli yao jijini Nairobi leo na kushutumu serikali ya Rais Samia kwa kuwanyima Watanzania suluhu ya shida zinazowakumba rule Down with Samia down. Down. Down with Samia down. Down. Watanzania waungane wasiungane? Waungane. Watanzania wasimamie haki zao wasisimame? Wasimame. Makundi hayo yakiungana na mengine Mombasa. Aidha, yamewataka maafisa wa usalama kutotumia nguvu wanapokabiliana na waandamanaji Jumanne. As Kenyans and East Africans, we want to assure Tanzanians that we stand with them during this difficult time and tomorrow we will be in solidarity we will be with them in prayer and also in action Stephen letoruninga ya Citizen na familia